Watu kumi na wanne walioangamia katika ajali ya barabarani Jumapili iliyopita wamepumzishwa leo katika hafla iliyowaleta pamoja wananchi na baadhi ya viongozi serikalini akiwemo Waziri wa Ardhi Alice Wahome. Wito ukitolewa kwa madereva kuwa waangalifu barabarani huku serikali ikitakiwa kuhakikisha sheria za barabarani zinazingatiwa kikamilifu Ana waleo. Tunasema ni kwanza tunashukuru sana serikali kwa kutushikilia marafiki na watu wote ambao wamehusika na jambo hili. Tunasema Mungu awabariki sana. Tunashukuru kwa sababu ya wananchi sehemu hii, mnakubaliana. Tangu jambo hili litokee, serikali imekuwa katika kandara, tukiongozwa na first lady siku ya Jumatatu, mkawa watu wazuri tabia nzuri. Unajua, hata kama ajali inasemekana na haina kinga, tuko na the telematic speed governance in the vehicles. Na ripoti ya ile gari ilikuwa 80. Hii ya matatu jabo ile, tumekuwa tukilia sana ni hii maroli. Maroli watu wote wanajua, imekataa kwenda inspection at one person's benefit na sasa kukitokea janga inakuwa ni, ni, ni jabo sugu sana. Dereva anakuwa na uchoyo na katika ile hali ya ku overtake hapo ndio shida kubwa inakuwa. Nikipenda kusema hii mambo ya inspection ni lazima iagaliwe mpya, watu wamezebea, na wanataka kuleta kitu inaitwa private inspection. Bwana mkubwa hii utaiona, wanataka kuleta private inspection, lakini ni lazima wahusiche the stakeholders. The, the, the, the, stakeholders. Ni kwa sababu haiwezekani ati mtu anaamuka na kuleta jabo yake na inasemekana itakuwa law. Private motor vehicle inspection tunakataa.